Mahakama Kuu imesimamisha kwa muda wa utekelezaji wa mkataba wa ushirikiano wa afya kati ya serikali ya Kenya na serikali ya Marekani, uliotiwa saini tarehe 4 Desemba mwaka 2025. Kwa mujibu wa amri hiyo, mahakama imeelekeza utekelezaji wa mkataba huo kusitishwa hadi kusikizwa kikamilifu na kuamuliwa kwa ombi la dharura lililowasilishwa hapo jana. Kesi hiyo iliwasilishwa na seneta Ukio Mtata ambaye aliitaka mahakama kusitisha Uh, utekelezaji wa mkataba huo akisema unaweka hatarini usalama na faragha ya taifa ama taarifa za afya za wananchi. <coughs> na kwingineko ni kwamba wakimbizi